Kuna mbwana mmoja alikuwa na maisha magumu sana, kiasi hana mtu mzima, amefika mpaka wakati chakula yake ni aombe. Mtu leo sijakula, apewe mkate ndio na maziwa ndio, amekula. Kuna vijana wakorofi pale sokoni, ule mzee anapokuja kutafuta riziki, wakasema huyu mzee huyu anatusumbua, acha tumtengeneze. Vijana hawana dini wale vijana kwa kuwa dini yao iko chini, wanakerwa na ule mzee kwa kule kuja kuomba riziki pale. Siku moja amekuja, wakamwambia, wakapanga dili yule mzee. Wana rafiki yao akampigia simu, yuko nje ya nchi, washapanga. Akamwambia, wewe ndiye Muhammad Yusuf Hassan? Akasema ndio. Wakamwambia, sisi tuko Uingereza. Wewe ulikuwa na ndugu yako fulani, alafu amepotea? asema ndio, miaka mingi sana, huyo sijui uko wapi. Ni vijana wamemjua ile story, wameitengeneza uongo tu. Akamwambia basi, huyu bwana alikuwa na sisi Uingereza, anafanya kazi mtaa fulani, mji fulani hapa, lakini amefariki na ameweka will, wasia ile hela yake yote ameweka jina lako na namba yako hii, kwamba wewe, hela yao yake, kuna milioni sitini hapa uletewe wewe. Mzee akasema, mzungu anaongea, anamtaja ndugu yangu kweli, tena anaahidi kwamba kuna pesa yangu. Wanamwambia basi, tuko kwenye prosesi pesa ya kuweza kukutumia. Yule mzee akaingia sokoni siku hiyo, akiingia akuomba, asema hakuna milioni kama mimi. <laughs> mzee maskini mentally, eh? akili maskini, baada ya njaa ya tumbo na akili pia imefanya nini, imeruka vipi. Mzee, njoo chukue mkate. Sina haja ya mkate, niko na milioni sitini. Mzee huyu karibu afe njaa sasa, kwa sababu hajazishika, lakini akili yake mzungu promise, eh? amenambia watanitumia. Yeye ajiona ashakuwa nani, tajiri. Mzee yule akapiga kelele mpaka akaanguka njaa. Wale, wale vijana wakenda wakamsaidia maziwa, nini nini, mpaka akapata fahamu. Wakawambia mzee hii pesa iko wapi? We mbona umeacha kula leo? Wafurahia pesa na hatukuoni na pesa? Akamwambia bana, hii pesa ndio ishafika, mzungu ameniambia kuna ndugu yangu, akaeleza ile story. Wakamwambia mzee, hakuna mzungu, hii story ni yetu, tumeelewa au? Na pesa mzungu wala nani, hii pesa ni history ni yetu, leo kuna ile full day, sijui ni ni April fulli ndio tumekudanganya sisi. Kula mkate, kunywa maziwa, uendelee na njaa zako kama kawaida. Huyu mzee karibu afe, kwa ajili ya nini? Yakini aliamini kwamba kweli kuna nini, kuna hela inafanya nini, inatumwa. Yeye ana njaa na huku asema mimi milionia, na huku hata mkate hajaingiza mdomoni. Wasema hivi ndivyo ilivyo yaqini katika maisha ya mwanadamu. Utakapokuwa unayaqini na Allah basi hakuna kitu kitakuwa kizito katika maisha yako, hakuna jambo litakuwa gumu baina yako wewe na Allah. Ukipata msiba unasema huu ni mtihani wa kunifikisha janna, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ukipata matatizo unasema ah, hii ni sababu ya Allah kuninyanyua daraja yangu juu. Hii ni sababu ya kufutiwa dhambi zangu. Hii ni sababu Allah ananipenda, atakanimtaje atakanimuombe, atakanimkumbuke, ataka. Tatizo lako linakuwa jepesi, linashirinki haraka, kwa sababu una yakini na nani? Na Allah. Lakini kama huna imani, huna yakini na Allah, jambo dogo nasema why me eh. Nasikia hao wenzetu ambao hawana imani ya Allah, kitu kidogo analalamika why me, why me. Pengine mema inaweza kummaliza. Ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, ajaban liamri lmumini fa inna amrahu kullahu khair in asabathu sarra shakara fakana khaira lah wa in asabathu dharra sabara fakana khaira lah wala yakunu dhalika illa limu'mini. Mu'mini ana jambo la kupendeza la ajabu, amazing. Kwa nini jambo lake liwe ni la kupendeza sana? Mu'min akipatwa na furaha, akipata neema Hujua, hadha min fadli rabbi. Hii neema imetoka kwa nani? Kwa Allah. Kwa hivyo, shakara, anamshukuru nani? Allah. Na kumshukuru kwake, ina maana ni kuitumia ile neema vizuri, akafanya ya kheri.